Uh, nirudi kuwaomba Watanzania na vyama uh, ambavyo havijashiriki uchaguzi. Bado nafasi ipo, bado muda upo, na sisi eh, na bado tunalo la kufanya hapa katikati mpaka kufika elfu mbili na thelathini kwa ajili ya kujenga taifa letu. Umeona bado tunayo mambo ya kufanya mengi, sio lazima kwa sababu wewe leo umekosa ubunge ukaona ubunge ukaona ni kitu kikubwa wewe kukosa, au wewe umekosa urais ukaona kitu kikubwa sana kukosa urais. Hapana, haiko hivyo mona, wewe leo umekosa, piga goti, mwambie Mungu akupe njia nzuri ambazo hazitatupeleka kumwaga damu ili wewe uchukue madaraka, kwa sababu anayetawala ni Mtanzania. Mona, tumekuwa na nchi hii e, toka tunapata uhuru, mikwaruzano ipo, lakini hatujafika mahali ambapo pabaya, na mimi sioni mahali kwamba tuko eneo baya, ninaona tuko eneo ambalo ni zuri, japokuwa kuna mioyo ya wachache ambayo hawaliziki kwa namna moja ama nyingine, na hiyo tutaendelea kuiomba serikali kwamba iendelee kumsikiliza kila mtu eh, ana, ana maoni gani, ana mawazo gani, basi umeona, wapewe nafasi hata ya kuongea wanataka nini? Eh, una, wanataka nini? Unachotaka nini? Unataka, umekosa ubunge, ukikuwa mbungu unachotaka ni nini? au ah, ah, ungefanya nini? E, sio uhuru wa kuongea ya. Yaani namaanisha mimi hapa sinalalamika nimenyimwa kuwa mbunge, lakini sasa tunataka mdahalo, hata sio mdahalo, tunataka tusikilize maoni yako leo. Wewe unge saa umenyimwa ubunge, ungekuwa, ungekuwa mbunge, unafikiri ungefanya yepi na yepi na yepi na yepi? Iwe iwepo midahalo ya watu kuwajua zaidi. Unajua, unajua mtu ni rahisi kuongea hivi kwenye kamera, lakini ukiulizwa maswali mawili matatu tayari umetoka nje, na wa Tanzania wanakuwa wanafanya nini? Wanakujua mgeni. Ni afisa usafirishaji hapa Katoro, nakaa mtaa wa Kilimanjaro eh, kata ya Rudeti. Ndio naelewa faida za mpigaji kura kama ina, mimi mwananchi, maana mimi ndio ambaye naenda kumchagua ni kiongozi yupi ambaye ananifaa. Eh, la amani unalizungumziaje katika mchakato mzima huu? Amani eh, ni kitu cha kwanza amani ni kitu cha kwanza, maana kuna nchi za wenzetu amani hiyo haipo. Amani kuipoteza ni rahisi sana, ila kuirudisha ni vigumu sana. Kwa hiyo, ningewaasa na wananchi wenzangu tuitunze hii amani tuliyonayo, maana kuna wapo wengine wanaililia hii amani tuliyonayo. Endapo ungempeleka kule akikupata elfu mbili elfu moja anaisha kushia mia tano barabarani. Kwa hiyo, viongozi wetu, naomba watu wanaoomba wanatuahidi wayatekeleze. So wanatuomba tunawapa, wakishapewa watusahau tena endapo na siku zimefika za uchaguzi, wanakuja kutubembeleza tena, hiyo inakuwa sio vizuri. Wao wanaomba, tunawapa watufanyie kazi.